Ananiita Bahati Yohane, na mimi ni mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na kwa sahii naishi katika kampu ya Kiangwali. siku ya leo inakukumbusha nini? Siku ya leo inaikumbusha jambo moja. Wakati nilikuwa ningali kwetu nyumbani, mara mingi tulikuwa nasikiliza redio wakati usalama ni kidogo. Kwenye redio wanatangaza, wanasema sehemu fulani usalama ni kidogo, mkimbie, mwende mahali fulani. Ya kwanza ile ndio muhimu ya redio, wakati tulikuwa nyumbani kwetu, wakati usalama ni kidogo. Ndio. Nyumbani kwenu wapi? Mimi nilizaliwa Ishasha. Ya. Ah, uh, Ishasha, ulikuwa unasikiliza redio gani kwa mfano? Ah, uh, mara mingi wakati nilikuwa naishi Ishasha nilikuwa nasikiliza redio mbalimbali, muna Okapi, muna Rifi. Unakumbuka kisa gani? wakati gani ambapo walikupasha habari gani lizokusaidia katika usalama wako wa? Wakati wa mwaka wa elfu mbili na nane ndio nilitoka katika nchi yangu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nikakuja hapa Uganda. Wakati nikuwa ngali huko, mwaka huo huo ndio walitangaza vita tumefika, na wakasema kami, kama mwenye atajisikia anaweza kimbia akimbilie sehemu fulani kwa mwaka huo, huo. Nakwambia mkimbilie wapi? Uh, walisema, wakati ile nakumbuka tulikuwa nasikiza redio ya Okapi walisema kwa, mm, kwa musehemu yetu ya Nord Kivu vita imekuwa kali, wakasema wenye wako kuboda ya Uganda waingie Uganda, na hapo hapo nikashika njia nikepia, nikajikuja Uganda na familia yangu. Pia ilikuwa vita kati ya nani na na vikundi gani vilivyokuwa vikipigana? ilikuwa vita ya M23 wanagombana na government yetu oh. Unafikiri singekuwa redio kuwambia kinachoendelea mngekuwa namna gani? Kwa haki, ingelikuwa redio haikutuambia chochote, kama sasa hatungali kudunia. Unafikiri kuna penga ambapo ambalo linaweza kuzibwa na Umoja Mataifa kwa kuongeza redio matangazo ya lugha Kiswahili na kadhalika kuwafikia wakimbizi wasiojua lugha za wenyeji? Labda wakatusaidia wanatupatia redio hapo hapo kwa Kyangwali, inaweza tusaidia sana kwa sababu kuna watu ambao hawanaona Kyangwali, kuna watu tofauti, kuna kabila tofauti, kabila iko mingi na lugha iko mingi. Kuna wale ambao hawasikie lugha ya Kiswahili na redio za mingi hawatumikishe hawa lugha mbalimbali, lakini kama wanatia redio kwa Kyangwali, nafikiri lugha inaweza kuwa mingi na mawasiliano inaweza kuwa rahisi sana kwa, kwa wakimbizi wa Kyangwali.